Walikuwa eh, na timu nzuri, wamecheza vizuri, kwa kuwaheshimu na mwalimu wao, kwa namna ambavyo kwanza wameleta timu uwanjani, hilo ni ujasiri na namba moja, kwa sababu kuna wengine timu wanazo na hawawezi kuleta uwanjani ko. Oh, hili swala la hawa songea a kuleta timu ni pongezi namba moja, lakini pongezi namba mbili kwenye kiwango chao, wamecheza vizuri na sisi na tumeridhia namna ambavyo wamewapa challenge wachezaji wetu. Na tumpongeze mwalimu wetu namna ambavyo ameweza kufanya rotation kubwa ya kikosi e, kuwapanga wachezaji ambao baadhi walikuwa hawapati e, nafasi. Wameonyesha uwezo wao na kwaliti yao ambavyo ilivyo, e, na sisi tumeridhia kwamba wanafaa na kuendelea tuanda, lakini ya ndugu yangu bini mjeji tumemaliza yeah. Mechi hii ni maandalizi ya mechi ya Tabora. Kitu ambacho nakiona kwa Tabora ni kwamba sio football. Ninachokiona kwa Tabora ni Tabora Modern ta kwa maana ya kwamba waliamua kutokuacha kutafuta wasemaji wa mipira mibu, wa miguu, wakaenda kutafuta mwimbaji wa taalamu, hata kama akaoa ana wake wawili bado wawili, kwa sababu yule dada ni mtu wa michambo yeye kazi yake ni kuimba taarabu tu. Sasa kwa sababu Tabora mnamuimba taarabu, sisi tutakuja kuwapelekea moto siku sikukuu ya Idi, tutakuja kuwapelekea moto sikukuu ya Idi, si itakuwa Idi mosi ama Idi pili, lakini tutakuja kumpelekea moto Tabora na hatuamini ambacho kitatokea. Tutalipa kisasi, na na na kuna mashabiki wengi wa Yanga hata kama kulipa kisasi kisasi kisasi, yes, hapo lazima kwa <t conservatives> mm hiyo -hmm. Acha, kila kisasi lazima kilipwe. kulipa mm. kisasi, alafu yani tunalipa kisasi kwanza, alafu tunafanya jambo letu, sio kama zile tunashinda tatu na Yanga itakuwa ni yani, ni habari ambayo nyinyi mnaogopa kuiona mjini, tuna Yanga an yani, lazima tumshie nyenye na tutampelekea moto watu wa mimi. Tutampelekea moto pale pale alsaninia, kama kuna watu wamewapanga na wamewapa mipaka sana kulisikia, kuna milioni thelathini, watu wamwategeshea pembeni, watafuta tasa hawataisikia au watu wanakutegeshea ni milioni 30. Wenyewe waliwekewa milioni mia tano, ah, si tunazo. Kama kuna watu wamekwa milioni 30, hizo milioni 30 hizi mjiandae nazo kupokea, fuko la magoli sitawafunga kwa mfumo wao. Mimi nakaribia futari, tutawapa hapo tunalipa

Mwenyekiti mwenye mwenye yule pale, mwenyekiti huyu ah, ule. Huyu hapa mwenyekiti alijaribu kutekenya ngoma mm, mm, ikamgomea ah. Sio kama na msengenya ukweli, na waambia ninamuogopa mm. mm. Mungu ndo maana nimekaa kando hilo gari la mahu wow.